Uh, sasa zamani mwanangu. Ongea. Nimetoka zangu nilii kule kijijini nyumbani kule kabisa ndani ndani katolo kule Mwanza Mwanza kule Geita. Uh, e, eh, eh. Yani, ah usiku mwanangu. Eh, nimekuja mwanangu da mwanangu nataka niwe panya road. Ongea kaka. Ndio hapa. Hapa hivi. Unasema? Yaani nimetoka zangu kule sina kazi nimekuja mjini hapa nataka niwe panyarodi. Ah panya road. Nataka uwe jinsi ya kuwa panya road, jinsi ya kuwa panya road? Ye, cha kwanza panyarodi wanakuwaga na na kucha mikucha ile, kwa sababu wanafukua wanaishi kwenye mashimo weo. Sasa kucha unazo na kucha? Tutanyelekeza semi ya kuna kuwekia ya saluni ya kuweka kucha. Haa, makucha hii? Eee. Hili uwe panyarodi? Eee, hili uwe panyarodi, kikubwa vini uwe panyarodi, panyarodi. Eee. Lakini namba mbili, uwe na mpunga, mpunga ambao umeuleta. Hicho sio zaidi. Zaidi ni kwamba Shida ya panya rodi wanaliwa na pakarodi, na huku takuna pakarodi wanawala panya rodi. Mfano mimi hapa ni pakarodi, uko tayari nikukule wewe panya rodi eh? Mi pakarodi unile mi panyarodi undo, sheria namba mbili, ili we panya rodi unaliwa na pakarodi